Naitwa Mary Mbisi. Kesho yako inaanzia wapi? Mimi kesho yangu inaanzia mtaani na yeah. Uh, tarajia kuendelea kupambana huko mtaani, yeah. Ili maisha yasirudi nyuma, unajua tushavuka, kuna reu fulani za maisha tushavuka. Kwa hiyo natarajia niende, nikienda mtaani au nikirudi mtaani niendelee kupambana ili kesho yangu sasa ndio ianze vizuri. Sa, yes. Ukiachana na elimu yako ambayo umeipata hapa Mzumbe University, kuna changamoto gani nyingine kwenye jamii unaweza kuitatua nje na elimu yako? um, changamoto nyingine ambayo naweza kuitatua ambayo nawiwa niseme hivyo, nawiwa zaidi ni kudili na watoto wa mtaani, maana watoto wa mtaani pia ni changamoto ambayo kwa sasa hivi nadhani inakuwa sana katika jamii yeah. kwa hiyo natamani zaidi nikishafika mtaani, Mungu akinisaidia nidili na hiyo changamoto ya watoto wa mtaani. Ehe. kwa, kwa namna ipi? Um, mimi kwanza nimelelewa na shilika kwao, ninajua namna mbalimbali ya ya jinsi ya kuhendo, jinsi ya kukaa nao, jinsi ya kuwabadilisha wale watoto kutoka kwenye ule utoto wa mtaani mpaka kuwa watoto ambao wanafaa kwa jamii kwa eh, namna ipi unaweza tukaendesha tuka semina mbalimbali, I mean, nikawa natembea sehemu mbalimbali eh, charity kama hivyo eh, unaenda unawauliza wana changamoto gani? Je, wanatamani kurudi shuleni eh, kama wanatamani kurudi shuleni, basi tunaweza kuunganisha kuunganisha na watu ambao walinisaidia hata mimi au mashirika mengine. Hicho ndio kitu ambacho nawiwa kutoka moyoni na ninaomba Mungu anisaidie sana katika hili katika taifa letu kumekuwa na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa kipindi kirefu. Watu wanahitimu maelfu kwa maelfu, lakini wengi wanaishia mtaani. Je, wewe utatumiaje elimu yako? Utatumia elimu yako kuomba ajira au utatumia elimu yako kutengeneza ajira. Aa, nazeni mimi nitatumia elimu yangu kujitengenezea ajira, kwanza. Then, baadaye kutengeneza ajira kwa watu wengine natamani, natamani sana hiyo, kwa sababu mimi, mimi, namshukuru Mungu najua kusuka E, yani mimi niseme ni designer anaweza kuweka ku, kupamba watu makeup au kusuka hivyo. Kwa natarajia nikirudi ni mtaani, nipambane nianzishe saluni yangu then ni ajili watu wengine yeah, ikitokea lakini, natamani kwanza nianzie hapa.